Leo unahimizwa kutulia, kupumua kwa kina na kufanya mambo kwa busara. Nguvu za Mars na Neptune zinakuweka kwenye hali ya ubunifu na hisia kali za ndani. Katika kazi siku hii ya leo, usikimbilie maamuzi ya haraka. Diplomasia ndiyo ufunguo wa mafanikio leo. Kutulia kutakusaidia kushinda hali yoyote ya mvutano kazini. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, wasiliana kwa uaminifu usikiliza kwa makini kutakufanya uhusiano wako uwe thabiti zaidi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, epuka matumizi ya papara. Leo ni siku nzuri ya kupanga na kutengeneza bajeti mpya. Upande wa kiafya siku hii ya leo, yoga, meditation au mazoezi ya utulivu yatakuruhusu kuunganisha mwili na nafsi. Rangi ya bahati ni nyekundu, nambari ya bahati ni tisa, mafusho ni sandalwood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 Venus na Saturn vinakupa nguvu za uwajibikaji na umakini katika masuala muhimu, hasa fedha na kazi. Katika kazi siku hii ya leo, mikakati mipya itaibuka. Leo ni siku nzuri ya kupanga mipango ya muda mrefu, uaminifu wako utathaminiwa. Kwa upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, mazungumzo ya kina yataleta kuelewana zaidi. Onyesha upole na utulivu. Kwa upande wa kifedha siku hii ya leo, hakiki matumizi yako, rekebisha maeneo yanayotumia fedha nyingi kupita kiasi. Kwa upande wa kiafya siku hii ya leo, usijisukume kupita kiasi, lala mapema na ule lishe bora. Rangi ya bahati ni kijani kibichi, nambari ya bahati ni nne, mafusho ni vanira, manukato ni miski. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa tisa kamili alasiri.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 uongeaji mzuri na bahati katika mawasiliano. Katika kazi, siku hii ya leo ni siku ya kupresent ya idea; ushawishi wako uko juu na utaonekana wa kipekee. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, uhusiano utachangamka kwa mazungumzo marefu na ya furaha. Kwa upande wa kifedha, siku hii ya leo, fursa za ziada za mapato kupitia miradi midogo midogo zinaweza kujitokeza. Kwa upande wa kiafya siku hii ya leo pumzisha akili, mazoezi ya kupumua yatakusaidia kupunguza msongamano wa mawazo. Rangi ya bahati ni njano, nambari ya bahati ni tano, mafusho ni lemon grass, manukato ni fresh citrus. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa mbili kamili asubuhi hadi saa tatu na dakika thelathini asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mezani na nyota ya ndoo. Tukiangazia nyota ya kaa, hii ni, ni nyota ya watu waliozaliwa Juni ishirini na moja hadi Julai ishirini na mbili Kumbuka hii ni nyota ya nne katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiac. Mwezi huko kwenye nyota yako, hisia, utulivu na roho ya upendo vinakuongoza siku hii. Katika kazi siku hii ya leo creativity na intuition zitakusaidia kufanya maamuzi mazuri. Tumia huruma katika kukabiliana na changamoto. Kwa upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, leo una mvuto wa kipekee. Upole wako utazidisha ukaribu na mwenzi wako. Kwa upande wa kifedha, siku hii ya leo, usifanye maamuzi ya kihisia. Fanya malipo muhimu tu. Kwa upande wa kiafya, siku hii ya leo, mazoezi mepesi kama kutembea au kuogelea yatakuletea utulivu.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 Katika kazi siku hii ya leo leo ni siku ya kuchapa kazi, maliza kazi zilizokuwa zimechelewa. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mawasiliano ya wazi yatakusaidia kuondoa wasiwasi wote. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fanya marekebisho ya bajeti ili kuondoa matumizi ya ziada. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mindfulness au yoga itasaidia kupunguza msongo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 hadi Oktoba 22. Kumbuka, hii ni nyota ya saba katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Venus na Neptune zinakuletea nguvu ya amani, uzuri na maelewano. Katika kazi siku hii ya leo, kazi za ubunifu zitafanikiwa. Hii pia ni siku nzuri ya kushirikiana na wengine. Kwa upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, mahusiano yananawiri kwa upole na huruma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 Katika kazi siku hii ya leo, kazi ngumu zitahitaji nguvu zako za ndani. Mafanikio yapo mbele yako ukitulia. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, ukweli na uaminifu vitazidisha ukaribu. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, fursa zilizofichwa zinaweza kujitokeza. Sikiliza intuition yako. Upande wa kiafya, siku hii ya leo, meditation itakusaidia kuondoa mawazo mazito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 hidiemba2tolotazdkjupite na Venus zinakupa upanuzi wa fikla, furaha na fursa mpya katika kazi siku hii ya leo. Pichi ya idia zako kweli, leo una bahati kwenye ubunifu. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo uhusiano utakuwa wenye furaha. Safari au outing ndogo inaweza kuimarisha ukaribu.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 Katika kazi siku hii ya leo, anza miradi ya muda mrefu siku hii na nguvu ya kujenga misingi imara. Kwa upande wa kimapenzi siku hii ya leo, uaminifu wako utathaminiwa. Zungumza na mwenzi wako kwa uwazi. Kwa upande wa kifedha siku hii ya leo, mipango ya muda mrefu kama uwekezaji ina bahati leo. Kwa upande wa kiafya siku hii ya leo, fanya ratiba ya mazoezi yenye mpangilio maalum rangi ya bahati ni nyeusi. Nambari ya bahati ni kumi. Mafusho ni sedal. Manukato ni sandal miski. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa sita kamili mchana hadi saa nane kamili mchana. Je, ushirikiani na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya ng'ombe na nyota ya mashuke. Tukiangazia nyota ya ndoo, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Januari ishirini hadi Februari kumi na nane. Kumbuka, hii ni nyota ya kumi na moja katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiyaki. Uranus inakuletea uvumbuzi, mawazo mapya na nguvu za kubadilisha mambo. Katika kazi siku hii ya leo, idea mpya itawashangaza wengi. Fanya kazi na timu inayokuunga mkono. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, ongea mawazo yako kwa uhuru, hii italeta uelewano zaidi. Upande wa kifedha siku hii ya leo tofauti unazozifanya leo zinaweza kukuletea fursa mpya za kipato. Kwa upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi ya kubadilika mwili, yoga au stretching, ni mazuri kwa leo. Rangi ya bahati ni aqua blue, nambari ya bahati ni 11, mafusho ni eucalyptus, manukato ni ocean breeze. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa kumi kamili jioni hadi saa 11 na dakika 30 jioni. Je, ushirikiani na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya mizani. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni, ni nyota ya watu waliozaliwa Februari kumi na tisa hadi Machi ishirini. Kumbuka hii ni nyota ya kumi na mbili katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Neptune na Venus zinakupa hisia kali, huruma na ubunifu wa kiwango cha juu. Katika kazi siku hii ya leo miradi inayohitaji ubunifu itafanikiwa sana leo. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, hisia kali za upendo zitaleta ukaribu na uelewano. Upande wa kifedha siku hii ya leo, tumia intuition yako kabla ya kufanya manunuzi. Upande wa kiafya siku hii ya leo, meditation, kusikiliza muziki laini au kutembea karibu na maji vitakusaidia. Rangi ya bahati ni sea green, nambari ya bahati ni kumi na mbili.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 na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, ni kutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri, bye, bye.